Pamoja na waamini wenzetu ulimwenguni tunatafakari leo mateso na kifo cha Bwana wetu Yesu Kristo mkombozi wetu, tulipoanza Jumakuu hili Jumapili ya Matawi, niliwaalika na nikawaomba tuwe karibu na Bwana wetu Yesu Kristo, tukiyatafakari hayo mafumbo makuu ambayo kwayo yeye huyo ametukomboa. Tulipoanza maadhimisho ya siku tatu kuu hizi muhimu jana imwhalika vilevile tuwe karibu naye huyu Kristo mkombozi wetu, tukilitafakari hilo la upendo mkuu alioonesha kwetu sisi kwa vyote, kama alivyokuwa ametumwa na Mungu Baba yake akaifanya hiyo kazi ya kutukomboa sisi kutoka katika utumwa wa shetani utumwa wa dhambi na hivyo kutupatanisha tena na Mungu mwenyewe. Hiyo kazi Bwana wetu Yesu Kristo ameifanya na akaikamilisha kwa njia hii ya mateso na kifo. Baadaye Mungu atampa hilo lilomstahili atakapomfufua na kumwingiza katika utukufu huo kama atakavyoshangilia tunapokumbuka tendo hilo la ufuko wake siku hiyo ya Jumamosi kuamkia Jumapili. Ameyafanya hayo yote akiwa na sifa moja kubwa sana, hiyo mi ningelisema sifa mbili kubwa sana hizo, na kwa sifa hizo amefanikisha hicho ambacho Mungu alimtuma akakifanye. Na kinyume chake kitakuwa ni hicho ambacho sasa sisi tunakuwa nacho. Itakuwa la pili ambayo ningelipenda niliongelee kwa kifupi, na la tatu na mwisho itakuwa ni hilo la kuamua vizuri sasa tusimame wapi. Mwana wetu Yesu Kristo ni kwa unyenyekevu kama tulivyosikia kutoka katika ilo somo la kwanza nabii Isaya alipokuwa akitabiri hayo ambaye atakuja kumkuta huyo mtumishi wa Bwana hiyo sura ya hamsini na mbili ikimtaja huyo ambaye angelikuwa ni kama mwana kondoo ambaye atapelekwa machinjoni lakini atakuwa mnyenyekevu hatafungua mdomo, na hata leta maneno, maneno atayapokea yote hayo na baadaye, tunakuja kuambiwa uko mwishoni. Na kwa kufanya hivyo, amekuja kuzichukua na amezichukua dhambi zetu zote, na kwa namna hiyo ametukomboa. Kwa unyenyekevu ameyafanya hayo, litarudiwa tena kutoka katika huo waraka kwa Ebrania sura hiyo ya nne, kama tulivyosikia hilo la unyenyekevu. Na kwa unyenyekevu wake amechukua dhambi zetu na ametukomboa kutoka katika utumwa wa dhambi. Lakini haitoshi, sifa kubwa nyingine aliyokuwa nayo ambayo itamtofautisha na sisi baadaye, kama ilivyosema, cha pili nitakachokiongelea ni hilo la kutokuwa na uoga, ushujaa huo aliokuwa nao Bwana wetu Yesu Kristo alijua saa yake imefika sasa. Na ataenda sasa kuyaingia hayo mateso na atauawa. Lakini alijua kabisa kwamba Mungu hatamwacha. Na ni kwa sababu hiyo alikuwa na ushujaa pekee kabisa akiamini kabisa kwamba Mungu huyo atakuwa naye mpaka mwisho. Ubinadamu unaweza ukaingia baadaye navyosoma katika maandiko, hata yeye mwenyewe anapoanza kuliona hilo akifikiri Mungu amemwacha, Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Lakini alijua hatamwacha, kumbe akawa na ushujaa huo, na haya ameyafanya daima, sio tu alipokuwa anaenda sasa kukikabili hicho hayo ki... mateso kiyakabili, alafu na baadaye ukabili hicho kifo. Uhusiano wake yeye na Mungu ambaye alimtegemea daima utaliona hasa pale anapotaka kuyafanya yale yaliyo makubwa. Mfano tu miwili, mmoja huo, kabla haja wachagua kuwaita wale mitume wake, kusali, kuunganika pamoja na Mungu wake, kusali pamoja na Mungu wake, ndio alikuwa anazipata hizo nguvu, Mungu baba yake. Kabla hajaingia mateso hayo na kwenda bustanini Getsemani, atasali huko usiku kucha, baada ya anaingia kwenye mateso hayo na ukubwa ndio hilo lilimpa nguvu, lakini kwa vyote, nguvu hiyo inakuja baada ya kuwa yeye amekuwa mnyenyekevu na akasikia yote hayo ambayo Mungu alitaka yafanye. Ndugu zangu, tunapotafakari na baadaye atakapoheshimu huo msalaba, tukimwabudu huyo Mungu wetu, Bwana wetu Yesu Kristo aliyetukomboa, tumuombe, tumpelekee na sisi hilo ombi kubwa sana: tuwe wanyenyekevu, tuwe tayari kuisikia hiyo sauti ya Mungu natakapoisikia sauti ya Mungu, tuwe na uhakika kabisa kwamba sasa atakuja kutupatia sisi nguvu, na kwa nguvu hizo tutakuja kuyafanya mengi sana kama anavyotaka, na kushirikiana pamoja na huyo mkombozi wetu Kristo kuendeleza kazi yake hiyo ya ukombozi. Tunapaswa na sisi tuwe wanyenyekevu, ili tuweze kuipata hiyo nguvu, kama alivyoipata nguvu hiyo Bwana wetu Yesu Kristo. Sisi tu dhaifu hilo ndilo linatofautisha. Pamoja na Kristo tunakuwa dhaifu sisi, tunaogopa, tunakuwa na woga, na hayo tutayaona katika mengi ambayo tunayafanya katika maeneo mbalimbali mbali. Iwe ni katika familia zetu, woga upo, udhaifu upo, yanakuja magonjwa tayari, tunaanza kuogopa kabisa, tunafikiri kwamba Mungu kaondoka, hayupo tena pamoja na sisi tutaanza kuingia kwenye mambo ya ajabu ajabu kutafuta kuta, nguvu nyingine kutoka sehemu nyingine hizo hizo ambazo tunazifahamu sisi wenyewe. Udhaifu wetu unatufanya tuanze kuyatenda yale ambayo ni ya kibinadamu, ambayo si ya kimungu. Lakini yote haya yanakuja kwa sababu tunashindwa kuwa wanyenyekevu na kutaka kuisikia sauti yake Mungu kama alivyofanya Bwana wetu Yesu Kristo. Ndugu zangu tunaalikwa leo ili tuweze kuondokana na udhaifu wetu huo na hayo mateso mengi ambayo tunayapata, ambayo hayaishi. Tusidanganye, ndio Mungu ametukomboa kupitia kwake huyo Bwana wetu Yesu Kristo, kwa mateso na kifo, lakini ule udhaifu wetu unabaki pale pale. Tunabatizwa, ndiyo tunaipata hiyo neema ya ubatizo, ndiyo ni nguvu ya Mungu inakuja kwetu, lakini Mungu anakuacha bado katika uhuru wako huo. Bwana wetu Yesu Kristo alipotukomboa alionyesha njia hiyo, na yakafanya yote hayo ya kuwezekana, akashinda nguvu za shetani, akamshinda huyo nguvu dhambi, akashinda hayo mauti. Lakini bado binadamu kama binadamu yuko katika hilo la udhaifu, ambalo asipomsikiliza Mungu akawa mnyenyekevu akayafuata mawaidha yake, kama alivyofanya huyo Bwana wetu Yesu Kristo, atarudi katika matatizo hayo. Na hapa linakuja hilo la tatu na la mwisho, ndugu zangu, sisi tukawa tumesimama hata kila mmoja aliyebatizwa na baadaye, katika nafasi zetu hizo mbalimbali mbali, tunazokuwa nazo, kuanzia kwa viongozi wakubwa, sisi wachungaji, ambao ndio tunakuja kuyatangaza hayo, kuja kuelekeza nyinyi ambao mnakuwa mnatusikia kwa unyenyekevu kabisa na nyinyi wenyewe katika ngazi mbalimbali -mbali, tufahamu kabisa kwamba aliyesimama, na tulijue hilo, angalie asianguke. Kristo hakuanguka kwa sababu alibaki amejishikiza kwake huyo Mungu, muda wote, muda wote mpaka anapokuja kufa yuko pamoja na Mungu huyo, na sisi hivyo hivyo, usije leo ukafanikiwa kama kiongozi. Wanakuja sasa, viongozi wengi leo tuko tunapata viongozi wanaopenda hata kuja kupigiwa kura, wanaopenda kuja vizuri sana na hasa wale waamini wetu, tuomba baraka safi kabisa, wabaki wameunganika na hiyo baraka ya Mwenyezi Mungu ambayo itakuja kuwafanya waende sasa, wakafanye yale ambayo ni mazuri ya kuja kuleta ukombozi huo na maendeleo ambayo tunahitaji, lakini wasahau vile vile, leo anaweza kufanikiwa, lakini kufanikiwa kwao huko kutaendelea kuwa ni kufanikiwa kama watabaki wameshikana na huyu anayemtafuta tangu mwanzo, anapokuwa anaomba wafanikiwe katika hali atakoyafanya. Na sisi vile vile katika kazi zetu zote tunazofanya, mimi mwenyewe kama askofu, padri au mweka wakfu au mwamini katika ngazi mbalimbali, katika familia yote hayo tunayofanikiwa tukayapata, tutaweza kuendelea kweli kuyashuhudia hayo makuu ya Mungu anayotutendea sisi, kama tutabaki tumeshikana naye huyo Mungu wetu. Kwa sababu hiyo nawaalika leo, tutakapokwenda kumheshimu, kuheshimu huo msalaba, kumwabudu huyo Kristo aliyetufia katika huo msalaba na kutukomboa, tumwekee hiyo ahadi kwamba tunataka tubaki na wewe, wewe uliyetukomboa, hata kama nafanikiwa mimi leo lakini jua kabisa kesho sitafanikiwa kama sitabaki na wewe, kama wewe ulivyofanikiwa, kwa sababu ulibaki na huyo Mungu baba yako tangu mwanzo mpaka mwisho. Nawaalika, ndugu zangu, twende na nia hiyo, tumwekee huyo Mungu wetu, Bwana wetu Yesu Kristo aliyetukomboa, maombi yetu hayo kwamba tunataka tubaki na wewe. Na inawezekana kabisa, tufanye tafakuri fupi tafakari tukoje sisi na tunapenda tuweje mbele ya Bwana wetu Yesu Kristo, huyo ambaye ametufia na kwa kutufia ametuokoa. Halo, kwa majina naitwa Dr. Simon Maganga, meneja wa Nazareth Kantini Tabola na John Paulo Hosteli, ambazo ziko chini ya Jimbo Kuu Katoliki Tabola. Huduma zetu kwa mgahawa wa Nazareti ni chakula na vinywaji, kuanzia kifungua kinywa, chakula cha mchana na chakula cha jioni. Tunatoa chakula cha mbalimbali vikiwemo vyakula vya kimataifa, samaki, nyama, kuku, nyama choma, mbuzi choma, kuku choma, vyote katika hali ya ubora na usalama, na tunazingatia afya ya mteja. Pia katika hosteli yetu tunatoa huduma malazi na huduma ya kifungua kinywa. Ngaa wetu upo karibu na hosteli ambapo mtu anapata malazi pia, ni karibu kuja kupata huduma zingine mbalimbali za vinywaji. Nazareti Kantini inapatikana karibu na mahakama kuu Tabora, ama kanisa kuu inafikika kwa urahisi bila tatizo lolote. Ukimuuliza mtu atakuelekeza, mwambie nataka kufika Nazareth Kantini, iko mkabala na mahakama kuu. Kwa mawasiliano zaidi, jinsi ya kutupata, unaweza ukatumia namba za simu zifuatazo 0656 43 64 10 ama 0674 tisini na tatu arobaini na tisa arobaini na sita Karibuni sana mpate huduma bora safi na salama.